Kundi la kwanza la watu ambao wanatengeneza hatima au wanasaidia hatima za watu, naitwa ni kundi la watengeneza njia, waymaker. Watu wanaotengeneza njia, waymaker, watu wanaotengeneza njia kwa ajili ya watu wengine. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa pili mpaka wa 3 na mstari wa 11. Kundi la kwanza unahitaji kwenye maisha ni watu wanaotengeneza njia kwa ajili yako baba. Kundi la kwanza unahitaji kwenye maisha ni kundi la watu ambao wanatengeneza njia kwa ajili yako eh, my God. Hawa ni watu ambao wako tayari kulipa gharama ya kutengenezea njia upite. Hawa ni watu ambao wako tayari kuhakisha, kisha anang'oa visiki vyote barabarani, wanakutengenezea njia. Hawa ni watu ambao wako tayari kulipa gharama kutengeneza msingi, ili kusudi uje uchenge juu ya msingi. Hawa ni watu ambao wako tayari kulipa gharama ya kukanikani wakatengeneza njia kwa ajili yako. Hawa ni akina Yohana Mbatizaji. Yesu Kristo kabla hajaja, huduma ya Yesu ilimhitaji mtu anaitwa Yohana. Kwenye maisha unahitaji watu wenye uwezo kulipa gharama ya kutengeneza njia kwa ajili yako kupita, kama una hauna kasi kama kuanzisha njia mwenyewe. Yohana alipokuja, Injili ya Yohana ilikuwa ni injili ya toba. Anasema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye ambaye alitabiriwa na nabii Isaya, akisemaje sauti ya mtu aliyenyika, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Anasema ni kweli mimi nawabatiza kwa ajili ya toba, lakini yeye ambaye anakuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Mimi sitahili hata kuchukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake liko mikononi mwake, naye atasafisha sana uwanda wake. Na kusanya ngano, makapi hayo atateketeza kwa moto. Kwa hiyo Yohana mbatizaji alipokuja, alikuja kazi yake ni moja, kwa ajili ya kuandaa njia kwa ajili ya Yesu. Sauti ya mtu aliaye nyikani, tengenezeni njia kwa ajili ya Bwana. Kwa Yesu mwenyewe ahubiri injili, alihitaji mtu akutangulia mbele kuhubiri injili, kumtengenezea njia kwanza, na ndiyo iliyokuwa ni kazi ya Yohana. Yohana alipokuja, alienda nyikani akajifungia nyika, chakula chake ilikuwa ni nzige na asali. Hivi unajua nzige, grasshoppers na asali. Yohana alijitenga na, na watu, aliishi mbali, akaishi kwenye nyika huko pasipo na watu, akawa anavaa nguo za ngamia anakula nzige na asali, ndio chakula chake. Lengo anahitaji akitokea kule nyika, akija aje kuhubiri injili ya kumtambulisha Yesu. Alipotokea alikuja anasema sauti ya mtu aliyenyikani, tengenezeni njia ya Bwana. Watu wote walikuja toka Yerusalemu, walikuja toka Uyahudi, walikuja toka kila mahali wakamfuata Yohana nyikani. Injili yake Yohana ilikuwa ni injili ya toba, na ili waamini kwamba Yohana alikuja kwa ajili ya kumtangulia Yesu. Ilitabiriwa ya kwamba Yesu kabla ya kuja, lazima atakuja ya mtu kwa roho ya Eliya kwa ajili ya kumwandalia njia Yesu ambaye ndio Yohana. Angalia injili ya Yohana, angalia injili ya Yesu. Yohana anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu akija anaanzia pale pale alipoishia Yohana, na yesu akija, Yohana anatiwa gerezani, Yohana anakufa kwa nini? Assignment ya Yohana imeishia pale. Tena tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, kwa injili ya Yohana na injili ya Yesu zilifanana. Yohana alikuja kwa ajili ya kuandaa njia kwa Yesu. Hata Yesu mwenyewe kabla ya kwenda kuhubiri mahali maandiko nasema, kuna mahali alikuwa anawatanguliza watu mbele, wanaenda kuhubiri, alipotaka aende ye mwenyewe, wanawatuma watu waende, wanasafisha njia. Kwenye maisha haya, ufike mbali, unahitaji watu ambao wametengeneza njia kwa ajili yako, watu wenye uwezo wa kufungua mlango kwa ajili yako. Ukiwa unachukua gari, unatembea barabarani, inakuwa rahisi, unakimbia tu haa. Ulisa, kuna watu ambao walikutana wali na visiki walikutana na mawe, wakawa wanang'oa mawe wanang'oa visiki wanarudishia udongo wanashindilia mpaka njia iwepo. Gharama ya mtu anayetengeneza njia na gharama ya mtu anayepita kwenye njia, ndio tofauti kabisa unakuja na gari tu, nakimbia uu, kwenye lami unaenda. Ah, kuna mtu alipa gharama ya kung'oa visiki, kuna mtu alipa gharama ya kutengeneza njia, kuna mtu aliandaa mazingira akaweka barabara. Wewe unakuja na gari unapita tu, unafurahia kabisa, barabara ni sawa. Kuna watu walilipa gharama, wewe unatembea kwa epesi kwa sababu kuna watu walishaweka misingi hapo akapita. Oh my God, ndio maana maandiko yanasema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? maanake nini? kuna watu waliojenga misingi. Kama misingi ilijengwa vibaya, mwenye haki hawezi kasimama, mwenye haki atatana na ugumu wa kila aina, hawezi kafikia hatima yake. Wai, wow, kwa sababu kuna watu ambao Mungu anatanguliza mbele waweke misingi kwa ajili ya wengine, sema amina. Haleluya. Hawa ni akina Yusufu. Mungu akitaka kuokoa nchi ya Israeli Anatanguliza Yusuf Misri, anaenda anatengeneza njia. Halafu Israeli wanakuja baadaye wanapita kwa wepesi, wanaingia kule. Hawajui Yusuf amepitia ana kiasi gani. Hawajui Yusuf alikuwa ni mtumwa. Hawajui Yusuf amepewa kesi za mchongo. Hawajui Yusuf amekaa gereza na amefungwa. Lakini baadaye Mungu akamtokea akampeleka kwenye mbele ya Farao. Hapo anashangaza tayari ni waziri mkuu, anakuja, Israeli nzima wanaingia Misri, wanapata chakula. Hawajui Yusuf ametumia gharama kiasi gani. Lakini na watu wanapita taratibu mbele yao. Kwenye haya maisha yanahitaji watu ambao watakuwa ni watengeneza njia wakisha nda nia wamelipa gharama ya kufunga, wao wanakuja wanatembea tu kwa wepesi kabisa. Wewe waulize wazee, waliohubiri njia walikutana na upinzani wa kila aina, lakini anga limefunguka la Tanzania. ukia tunapiga injili na fungu, kuna wazee walilipa gharama ya injili nchi hii, walikubali kukesha na kuomba wakafungua anga la Tanzania, tunahubiri injili kwa wepesi. Kuna wazee walilipa gharama, si mimi. Na kama unaelewa, kuna watu wamelipa gharama kutengeneza njia, ya kutengeneza njia kwa ajili ya watu wengine

hitaji watu wanaotengenezea njia ya kupita. watu wenye uwezo kufungua milango. Musa alifichwa, lakini jiulize, Musa alitokaje kwenye maji mpaka ikulu ya Farao? Musa amefichwa kwenye maji, toka kwenye maji Musa anashangaa, the same day yuko ikulu tayari, the same day cheo chake kimebadilika, amesha kuwa mwana wa binti mfaro. Siku hiyo moja aliyekuwa majini amefichwa, amekwepeshwa na mauti, the same day mlango umefunguka, yuko ikulu the same day, ameshabadilishiwa na hadhi ya uraia. Musa alitokaje kwenye maji akajikuta yuko ndani ya ikulu? Mungu alitumia watu kumbeba Musa toka kule kwenye kile kiota kwenye maji, kubebwa toka kule, halafu akashangaa ghafla anaingia ikulu. Kuna watu Mungu aliwapanga Mungu watu ambao Mungu atawabana, hautafika mwenyewe. Mara nyingine atamkamata Miriam, atamkamata binti Farao. Hawa watu watahakikisha anawakamata vizuri hao, wanafungua mlango wa kuingia ikulu kwao. Mara nyingine hautafungua mwenyewe mlango wa kuingia ikulu, utashangaa Mungu wanainua watu, watu, watu watakusemea mbele ya watu, watafungua milango

kazi wafungue milango, kama ni uchumi wafungue milango huo, na kuyo na peta juu yake tu, naenda kanuni ni zile zile, milango yamefunguka kwa ajili yako, unatembea unajikuta uko mbali, kwa jina la Yesu. Aliyesema amina. Hawa wanatuongolea hukumu kwenye maisha. Hawa wako tayari kuingia nika, wako tayari kula nzige na asali, wako tayari kujikana, lakini wahakikisha unatengeneza njia utapita wewe kwa wepesi. Mara nyingine ni wazazi wetu

maisha yako, sema amina kama unaamini. Bwana akupe watu jioni ya leo. Bwana akupe kabila za watu mchana huu. Bwana inue watu kwa ajili ya maisha yako mchana huu. Kaniachina na Yesu aliyesema, amina. Yesu alimhitaji Yohana. Wako tayari kulipa gharama kwa ajili ya watu wengine? Kuna mtu ambaye hajaye atalipa gharama kiasi gani, lakini anatamani maisha yake yaende vizuri. Hahesabu gharama kwa ajili yako. Upendo hauhesabu gharama. Unajua, love does not count the cost. Ukiona mtu anahesabia hela mfukoni na kusema anakupenda au yakupende vizuri. Mtu anahesabia hela mfukoni huko na pekecha na vidole huyo anasema anakupenda. Huyo hajakupenda vizuri. Pendo hauhesabu gharama. Hela anahesabia mfukoni huko hivi. Anakuchambulia buku. Kuna watu wako tayari kulipa gharama kwa ajili yako. Na they don't care watafaidikaje. Hawajari watanufaikaje. Hawajari watajulikanaje. Hawajari kama ataingia kwenye kitabu cha historia ya maisha yako hawajari. Lakini kitu wanajali ni kuona wewe unafika mahali unatakiwa uende, na kuwepesi wanatengeneza njia, wanalipa gharama. Bwana akupe neema ya kutengeneza kuwa mtengeneza njia kwa ajili ya watu. Inawezekana huko hapa kuna watu wako nyuma yako, nahitaji watengenezee njia. Bwana akupe neema ya kulipa gharama kwa ajili ya hawa watu wengine. Wanasema nalikuwa macho kwa sioona, nalikuwa miguu kwa yeye aliyechechemea. Maanake alimtengenezea njia, akaja akapita mahali pale. Na Mungu akuwahi kumsahau Ayubu hata Ayubu alipopitia majaribu ya kila aina, ikaonekana maisha yake yamesita kabisa, maisha maandiko anasema Mungu alirejesha mara mbili kwa ajili ya Ayubu. Kwa nini? Kwa sababu Ayubu alifanyika baraka kwa ajili ya mtu mmoja. Maisha uzuri wake sio kwa namna gani umefurahi wewe, uzuri wa maisha ni kwa kiwango gani umefanya mtu mwingine afurahi, ambaye sio wewe. Maisha uzuri wake sio kwa namna gani umeinuliwa, uzuri wa maisha ni kwa namna gani umesaidia mtu mmoja ainuke kama kundi la pili, watu nawahitaji kwenye maisha kama Destiny Helpers au wasaidizi wa hatima, kuhakikisha unafikia hatima ambayo umekusudiwa ifikie. Hawa watengeneza njia, hao watakusaidia kufungulia milango kwenye biashara, atakusaidia kutengeneza mlango, how to struggle. Mungu anawapa upako na neema ya kutengeneza njia kwa ajili ya watu wengine. Na mbili, hawa Destiny Helper pia tunaita financial supporters, wasaidizi wa kiuchumi au wasaidizi wa kifedha. Kwenye haya maisha unahitaji wasaidizi wa kiuchumi. We call them financial supporters au financial sponsors. Hawa ni wasaidizi kwenye eneo la uchumi. Hawa ni wasaidizi kwenye eneo la fedha. Luka sura ya 8 mstari wa 2 na 3. Hawa ni wasaidizi kwenye eneo la uchumi. Ni watu ambao wanawahitaji kwenye maisha. Biblia inasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka zunguka katika miji na vijiji akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu na wale finishara walikowa pamoja naye. Mstari wa pili na haya, wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwa Magdalena aliyetokwa na pepo saba. Yesu alimfungua mama mapepo saba, na Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Huyu ni Yesu. Huduma ya Yesu ilikuwa ina wanawake ambao walikuwa wanasema naye kumtegemeza kwa habari ya fedha: Maria Magdalene, Yohana mkewe na Kuza aliyekuwa ni wakili wa Herode, Susana, na wanawake wengine wengi. Hawa wanawake alisema na Yesu kuhakikisha wanategemeza huduma ya Yesu inatembea kwenye maisha hayo. Nayoona moja ya watu wa kuombea, Mungu ainue kwa ajili yako. Haijalishi umebarikiwa au bado, unahitaji Mungu ainue watu kwa habari ya fedha watu kwa ajili ya kushika mkono, kwa ajili ya fedha. Kama huduma ya Yesu ilihitaji watu wenye uwezo wa kumshika mkono fedha, kama huduma ya Yesu ilikuwa na mweka hazina na yule Iskariote, huduma zetu zinahitaji watu wenye uwezo wa kusaidia kazi ya Mungu isonge mbele. Tukisema tuna mkutano, hayahesabu ana shilingi ngapi akaunti, anahesabu ni shilingi ngapi inahitajika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hawa walimtegemea Yesu, walimhudumia Yesu kwa mali zao na wengine wengi waliokuwa kimhudumia kwa, kwa mali zao kwa Yesu. Alihudumiwa kama Yesu alihitaji watu kumhudumia kifedha, who is you by the way, wenye uwezo kuwekeza kwenye kasi ya Mungu, bila kuchari ya kuchari gharama, wako tayari kutoa mpaka pointi ya mwisho, hamu wakiwainua hawa

Mungu ainue wa watu kwa ajili yako wakulipa scholarship nahaji kuanza biashara. Mungu atoe wa aite watu kila mahali kwa ajili yako. Hao wanafunzi wa Yesu walikuwa anamhudumia Yesu njaa hawako tayari watapambana kuhakisha kuakisha na kushika mkono, wa gharama yoyote. Hao wanawake walitegemeza huduma ya Yesu kwa mali zao, na Yohana, mkeo nakuza na Susana wengine wengi waliokuwa kimhudumia Yesu kwa mali zao na 58 Biblia inasema nanyi pia ninyi wenyewe mnajua, enywa Filipi, ya kuwa katika mwanzo wa injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine hilo shirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ili ninyi ila ninyi pekee y yeah. Kanisa la Filipi Paulo, kwa kuwa hata huko Thessalonike mliniletea msaada kwa mahitaji yangu, wala si mara moja. Si kwamba nakitamani kile kipawa, bali nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Lakini ninavyo vitu vyote na kusidi tena, nimechaa tere, nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali, impendezayo Mungu. Kanisa la Filipi ilikuwa ni kanisa ambayo ilikuwa inamsaidia Pet Paulo kwa habari ya kumsaidia mahitaji ya kifedha kwa ajili ya injili. Paulo alikuwa anafanya kazi. Kazi ya Paulo alikuwa anashona mahema. Lakini fedha aliyokuwa anaipata ilikuwa haitoshi. Kwa kuna alikuwa na uhitaji. Lakini kuna kanisa la Filipi. Hili lilikuwa ni supporting church. Ilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa linahakikisha Paulo hana mahitaji yoyote. Lazima litatoa kwa ajili yake. Filipi na kanisa la Makedonia. Haya makanisa haya Yaekisha Paulo apungukiwe. Kuna kama kama kina Lydia ambao walikuwa wanafanya biashara kubwa. Fedha yao waliinjekti kwenye uchumi. Moja ya vitu unahitaji kwenye maisha watu wenye uwezo wa kusapoti kiuchumi. Wenye uwezo wa kutoa mitaji kwa ajili ya kazi. Wenye uwezo wa kuboost uchumi wako. Wenye uwezo wa kusaidia wakati unaishiwa. Usahau kuombea hao watu. Wakati umeishiwa na chochote, Mungu anainua hao watu wanakusaidia kushika na kama tukiwa chuo kikuu, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa hana mkopo na hana boom na hana chochote, na familia nyumbani kwao ni oye hai. Yeye ndio kwa ndio kaenda chuo kikuu, ame apply on anybody, hajabada chochote. Bora wengine nawaambia, haujaripiwa ada utapewa na chakula. Yeye ada jaripiwa na yana chakula japewa na nauri ya kwenda chuo, amekopa kaka. Kuna kaka mmoja alimwambia, mwanangu, usiogope, fedha yangu ya boom ni fedha yetu chakula changu ni chakula chetu, ndapokalala utalala na wewe hapo hapo. Kwa hiyo ile kaka alikuwa na mwenza kama ni sahi ya chakula huko pamoja, kama ni elfu moja moja na gani, elfu moja moja wanasaidizana. Alisoma chuo kwa namna ile bila mkopo, kwa sababu kuna mtu alikuwa tayari hela yake anayopata anaganya mara mbili, anakula naye, wakamaliza chuo. Baada ya kumaliza chuo, alizunguka kama miezi miwili mitatu hivi, baada hapo akapata kazi, and I speak to you now, ni mtu mkubwa, ana kazi nzuri moja ya majiji hapa nchini. Maisha yake alikuwa hana chochote, lakini Mungu aliinua mtu akamwambia, wewe ni mwanafunzi mwenzangu, chakula changu ni chakula chako, bumu langu ni bumu lako.